Mimi kama kiongozi wa taasisi, kwa maana ya mkurugenzi, nina ninatamani kutoa wito kwenye jamii katika kilele hiki cha wiki ya watoto, tumekutana na watoto wenye ulemavu na wamefanya vitu vikubwa, wametenda mambo makubwa na yameogopesha watu watu. Wakati waliokuwa wanafikiri kwamba watoto wa walemavu hawawezi kufanya, leo wamejifunza kwamba kuna watoto wa walemavu wanaweza kufanya na wana, wana nguvu wana uhodari, lakini ni watu ambao wanaweza kujituma na kutengeneza kitu ambacho kinaweza kuleta matokeo kwenye jamii yetu, watoto ambao baadaye tunawataka wao viongozi wa kanisa tunataka wao viongozi kwenye maeneo mbalimbali kwenye jamii hata kwenye serikali na kadhalika. Kwa hiyo unapokuna nda viongozi, moja ya mambo lazima yajenge kwa msingi kabisa tangu mwanzo ni kuhakikisha kwamba unawajengea uwezo wa kujiamini. Kwa hiyo lakini tunapowashirikisha kazi hizi na huduma hizi, ni kama tunawajengea ndani mwao kwamba kanisa ni la kwao, na hii wakishaijenga hivi tunajua kwamba wakienda kwenye jamii kule wanaanza kujua pia kwamba serikali ni ya kwao, wanaanza kuona pia kwamba nchi ni ya kwao. Wakiwa kwenye kijiji, wanaanza kuona kijiji ni cha kwao. Wakiwa kwenye taasisi, wanaanza kuiona ni taasisi yao, hawezi kuhujumu. Mara nyingi watu waliojengwa namna hii tangu chini si watu ambao kwa uwepesi wanaweza kuhujumu, kwa sababu anaenda na uzalendo fulani. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya Immacate Foundation, nimekuja hapa kanisani kwa ajili ya watoto kwa sababu shirika letu pia linahudumia watoto wenye ulemavu wenye mazingira magumu, na nimekaribishwa kukuja hapa kwa ajili ya kuabudu katika siku hii ya watoto. Mimi nimeona jambo hili ambalo wamelianzisha katika kanisa la Gilgal ni jambo ambalo liko sahihi, ambapo watoto kama watapata mahala pema pa kuabudia na kwa maadili mema, wanaweza wakawa ni chanzo kikubwa cha kusaidia nchi yetu ya Tanzania na maji kwa mtoto mdogo yanaanzia nyumbani, pia kanisani. Kwa hiyo haya malezi ambayo ya mtoto tukimlea katika malezi ya kumcha Mungu, tutapata taifa ambalo katika kwa msaada wa Mungu, lakini pia kwa nafasi kubwa ambayo serikali imekuwa ikishirikiana na wazazi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha tunapata fursa mbalimbali kuwasaidia watoto na kutupa uhuru wa kuwalea. Bishop Elias Sentozi ni mchungaji wa kanisa la Gilgal, ametaja sababu za kuadhimisha wiki hiyo na dhumuni la kuwajengea kanisa watoto hao.